Kwa mara ya kwanza Mungu anaruhusu ile neema ya wokovu, nafasi ya pili kwa wanadamu kupitia mtumishi wake Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya kumi na mbili Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa tatu. Baada ya kumwambia, toka katika nyumba ya baba yako, acha kila kitu uende kule ambapo mimi nataka uende, mstari wa tatu Mwanzo kumi na mbili anamwambia bii pale, anasema katika wewe, katika wewe, Ibrahimu jamaa zote za dunia watabarikiwa kupitia wewe Ibrahimu, watu wote duniani wataiona baraka ya Mungu. Swali la msingi la kujiuliza, je, wakati Mungu anamwambia Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya 12, mstari wa tatu, kupitia wewe dunia nzima wataona baraka, ni baraka gani hizo Mungu alikuwa anakusudia? Ndio swali la msingi la kujiuliza. Bwana Yesu su, tukitaka kujua ni baraka gani Mungu aweza kusudia Andika Wagalatia sura ya tatu mstari wa kumi na nne. Wagalatia sura ya tatu mstari wa kumi na nne inasema ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Yaani, baraka ya Ibrahimu ili wafikie mataifa yote duniani, lazima wawepo watu watakaomwamini nani? Yesu Kristo. Watakuwa na imani kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo baraka ambayo Mungu alikuwa anamwambia Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa tatu ilikuwa ni baraka ya nini? Ya neema ya uokovu, kupitia wewe dunia nzima wataona baraka. Kitabu cha Matayo, andika Matayo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa kumi na saba utaona, huu ndio uzao wa Yesu Kristo, Ibrahimu akamzaa. Anaanza na Ibrahimu. Alisema mataifa yote yatabarikiwa kupitia Ibrahimu, si ndio? Anasema Ibrahimu akamzaa huyu, huyu akamzaa huyu, huyu akamzaa huyu, anaenda mpaka mstari wa kumi na saba Mathayo sura ya kwanza. Tunaona Yesu Kristo anakuja kutokea. Kwa hiyo baraka ambayo Mungu alikuwa anamaanisha kupitia Ibrahimu ilikuwa ni baraka ya neema ya nini? Ya wokovu. Na tunaona manabii wengi waliandika baraka hii ya neema ya wokovu kuwa itaenea kwa mataifa yote. Andika haraka haraka, Isaya 49 mstari wa 6, Mika sura ya nne mstari wa pili, Zakaria sura ya 8 mstari wa 23 Hosea sura ya pili mstari wa 23 Malaki sura ya kwanza mstari wa 11 Zaburi sura ya 22 mstari wa 27 na kile kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa 28, Yoeli 2:28 ukisoma na maandiko mengine ya vitabu vya manabii vinaonyesha Namna gani ambavyo Mungu alisema kupitia manabii wake kwamba uokovu utaenea dunia nzima. Ni mpango ambao Mungu alishauandaa kabla, mpaka akasema na malaika na akasema na manabii wake. Tukisoma hapo kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasemaje? Yohana 3:16, changamka. Inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, eh, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mapenzi ya Mungu kwa wanadamu sio kwamba Mungu anawapenda walokole tu, kwa sababu walokole ndio wamepokea kipawa cha neema ya wokovu na wanena kwa lugha mpya. Mungu jicho lake akiwangalia maana Mungu ni baba kwa wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, wale ambao tunamwamini Yesu Kristo tumefanya kuwa sisi ni watoto. Yeye ni nani? Ni baba, lakini ni muumbaji wa wote wenye mwili. Mungu ni wa wote wenye mwili. Kwa hiyo kila mwanadamu aliyomuumba wa, anapomwangalia upendo wa Mungu anatamani kila mmoja apate neema ya kuna wokovu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa upendo, anazungumza kule Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa nne anasemaje? Inasema, hakuna apigaye vita ajitiae katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 4 anasemaje? Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 4. Ndiyo, hakuna apigae pi... Biblia inasema Mungu hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo ya, ya kweli. Mapenzi ya Mungu ni watu wote wafanyaje? Waokolewe, waokolewe na kupata kujua yaliyo ya, ya kweli. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Cha kwanza, Mungu anataka watu wote wafanyaje? Waokolewe, wapate neema ya wokovu. Jambo la pili anataka ba, mara baada ya kupata neema ya wokovu uijue kweli, ufahamu kweli. Kwa hiyo kuokoka ni jambo moja, neema ya Mungu, Roho wa Mungu amefanya makao ndani yako, lakini kujua kweli ni jambo lingine. Katika kujua kweli, ile kweli ndio inatuweka huru. Katika kujua kweli, ile kweli ndio inafanya transformation, inatubadilisha mitazamo ya dunia hii. Andika Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza na, na saba, wa pili na Yohana sura ya 17 mstari wa 17. Wokovu ni jambo moja, mara baada ya kuokoka Mungu anataka akili zetu zibadilishwe, tuanze kuona, kuchukulia mambo, kuwaza, kutenda na kuenenda kama Mungu anavyotuona, na hii tuweze kutakaswa, akili zetu zitoke katika hali ya mawazo mabaya, nia mbaya, matendo mabaya Lazima kweli ya Mungu itubadilishe. Lazima tuijue kweli ya Mungu. Sasa wokovu huu ili uweze kuwafikia watu wote duniani lazima wapatikane watu. Sio watu tu, ni watu wenye roho wa Mungu wa kuambia watu habari za Kristo Yesu au injili ya Yesu Kristo. Kupitia hizo habari wa watu wanaosikia, watakapoamini wa neema ya wokovu iweze kufanyika ndani ya mioyo yao. Anasema kwenye Warumi sura ya kumi. Andika Warumi sura ya kumi mstari wa 13 na 14 na kusomea anasema, kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipomuhubiri? Kila atakayelitia jina la Bwana, atakayelikiri atapokea neema ya wokovu, lakini hawawezi kumwamini kama wajasikia habari njema za Yesu Kristo. Ni jukumu lako wewe, jukumu la yule, na jukumu langu mimi kusambaza habari njema za Yesu Kristo ili watu wasikie waweze kupokea neema ya uokovu. Andika Warumi sura ya kwanza mstari wa 16, inasema injili ni uweza wa Mungu uletao okovu. Injili ni uweza wa Mungu uletao nini? Uokovu kwa wanadamu. Kwa hiyo lazima watu waisikie injili. Kuna mtu akaniuliza, je, yawezekana mtu kuwepo kanisani na asiwe na neema ya okovu? Ndiyo, inawezekana Inategemea kanisani hapo anahubiriwa nini. Kinachoweza kuleta kwa mabadiliko ya uokovu ni injili ya Yesu Kristo pekee. Ukisikia injili nyingine isiyotokana na Yesu Kristo, haina nguvu ya kuleta neema ya uokovu na kukubadilisha nafsi yako ndani yako. Zipo injili nyingi. Kuna injili ya mafanikio prosperity gospel, kuna injili ya transactional kwamba, toa hichi ili uweze kupata hichi, kuna injili ya udanganyifu ziko aina injili nyingi. Paulo anaandika kwa kanisa, anasema ipo injili nyingine, yupo roho mwingine, na yupo Yesu Kristo mwingine. Ni aina gani ya Yesu unayehubiriwa na injili ya gani aina gani unaohubiriwa na roho gani anayedhihirika katika hiyo injili, ndiyo itategemea kwamba wewe wokovu wako uwe gani nisikilize vizuri, anasemaje kwenye Matendo ya Mitume sura ya nne mstari wa 12, anasemaje? la Mungu linasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, eh? Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Anasema hakuna jina lingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu linaloweza kuleta wokovu isipokuwa ni nani? Yesu, jina la Yesu Kristo. Na hakuna uokovu kwa wanadamu isipokuwa kwa Yesu, kupitia Yesu Kristo.